Sasa kumekuepo kumekuepo na baadhi ya maeneo kupuuza puuza kupuuza puuza jitihada hizo. Nimeshaelekeza na inaendelea kufuatilia utekelezaji wake. Mtu ana haraka kwenye shughuli yake, ana haraka, anaenda kwenye ofisi ya umma, anapeleka jambo lake, linapokelewa yule, unakuta yeye ana hana haraka, yeye mshahara wake upo Anazungusha na kiti hivi, anazunguka, anasikiliza, anamwambia uje kesho. Kesho akija, ana shida, ana shida, ana haraka, anaambiwa uje kesho kutwa. Kesho kutwa akija, anaambiwa uje wiki ijayo. Wiki ijayo akija, anaanza kuulizwa hivi, ulisemaje? Anaamua basi abebe bango tu asubiri siku rais anakuja ama kama wa rais ama waziri mkuu abebe hata bango basi, ili ili alisome hata kwa mbali, kwa sababu hapa kwenye ofisi ameshaenda amezungushwa. Akibeba hilo bango kwenye mkutano na hilo bango ananyang'anywa kabla kiongozi mkuu hajafika. Sasa tumesema, tumesema, na haya ndio maelekezo ya serikali, viongozi ngazi zote. Hapa tulikuwa tunamalizia mwaka hapa, viongozi ngazi zote Nendeni waliko wananchi, fikeni kwenye kazi, watu wanakofanyia kazi, jueni wana kero gani inayowazidi nguvu, pelekeni ngazi ya juu. Ngazi ya juu isipelekwe na mwananchi moja moja, tunawasumbua. Maana ya ugatuaji wa madaraka ni mwananchi apate huduma pale pale alipo. Suluhisho sio kunyang'anya bango, suluhisho ni kutatua kero yake, hata beba bango Rais ametoa magari kila sekta, kila ngazi magari, magari, sehemu zingine pikipiki. Haya si magari ya kuendea semina, haya si ya kuendea kwenye vikao, ni ya kuendea waliko wananchi. Wananchi wapo wanaoonewa, wapo. Kama leo hii nimepata taarifa nikiwa nakuja hapa, kuna mama mmoja pale Arusha, katika kuaminiana. Watanzania tuna tabia hiyo ya kuaminiana, katika kuaminiana akamwamini kijana mmoja amsaidie kuprocess mkopo. Yule kijana badala ya kwenda kuprocess mkopo kwa ajili ya wale waliomwomba, alivyochukua zile hati, akaenda akakopea yeye. Alivyokopea yeye, garanti ikaweka zile hati alizopewa na yule mama yule yule mama ame- amekaa ame anasubiria, apate mkopo kwenye taasisi yake afanyie kazi, anaambiwa huku huku, nenda, imeenda imeenda. Ba baada ya hapo, yule kijana amechukua milioni karibu mia sita, halipi zile fedha. Yule mama hakupata mkopo kwa kupitia hati yake, yule aliyekopea hajalipa mkopo, mama anaenda kusumbuliwa. Nimeona juzi anatolewa vifaa, anatolewa vitu kwenye nyumba yake ili iuzwe Halafu yule aliyefanya hivyo yeye na ndugu zake wanadunda, wamepiga mkanda nje na tai. Nimemwelekeza RPC amsake yule kijana, amkamate. Hata kama atakamata ukoo mzima, wakamatwe, walipe fedha zile. Hawezi mama mama maskini akaanza, ku, akaanza kudaiwa, anakosa pakukaa, halafu mtu aliyechukua fedha yupo anatembea mkanda nje hapo Alafu watu wengine, mambo haya yakiudhi namna hii, nikiongea hivyo wanasema waziri mkuu anafoka. Unataka watu wa aina hii ni waimbie pambio? Upumbavu wa aina hiyo mi siwezi kufanya. Akamatwe, akamatwe na mali zake zikamatwe, alipe hiyo fedha. Vyombo vyote vya dola pale Arusha, pambaneni na huyo, asakwe popote pale alipo akamatwe, na astoke mpaka hiyo fedha itoke.